tukisalia hapa kaunti namba 47 ni kwamba wizara ya afya inalenga watoto zaidi ya milioni 20 katika kampeni ya chanjo dhidi ya surua ukambi na homa ya matumbo itakayoendeshwa katika kaunti zote 47 watoto hao wenye umri wa miezi tisa na miaka kumi na tano wako katika hatari ya maambukizi yanayosababisha kulemaa au maafa kulingana na wizara hiyo mwaka jana pekee kaunti 25 zilirikodi visa 150,000 vya surua huku watoto 14 wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Fever, a waterborne illness continues to take a toll particularly among children under 15 what is even more concerning is the rise in drug resistance strains making treatment more complicated and unfortunately more costly We aim...

from the COVID-19 pandemic. Moja kwa moja